Sababu kubwa ni kutokuweka hesabu za biashara sasa. Kuto kuweka hesabu za biashara kuna athari mbaya sana kwa biashara, na usipokuwa makini biashara yako inaweza kufilisika. Na tatizo kubwa ni kuwa kama huweke hesabu za biashara, hata matumizi yako ya fedha unazopata kutokana na biashara yanakuwa hayawezi kuwa controlled, yaani huwezi ukawa na utaratibu mzuri wa kutunza hizo eh, hesabu za fedha unazopata. Kwa hiyo, hapo ndipo chanzo cha matatizo za biashara kuishiwa fedha. Sasa kwenye kipindi hiki nitaeleza eh, taarifa tatu ambazo ni za muhimu inabidi utengeneze kama ni sehemu ya hesabu za biashara na hizi taarifa tatu ni za muhimu sana na hasa hii taarifa ya mwisho ya tatu ambayo nitakayowaelezea ndio ya muhimu kuliko nyingine zote. Sasa kuwa nami mpaka mwisho uweze kuona hizo taarifa tatu na umuhimu wake kwenye biashara. Sasa nimeelezwa mkasa uliomkuta e, mfanyabiashara mmoja ambaye alikuwa na duka ambao alikuwa anafanya biashara nzuri sana na alikuwa na wateja wengi na alikuwa anapata pesa nyingi tu. Sasa huyu bwana akaanza mambo ya ufahari, kachukua pesa, kanunua gari, kaanza kujenga nyumba ya kifahari. Sasa baada ya muda, matatizo yakaanza kutokea, na hadi hivi sasa ninavyozungumza, nasikia huyo jamaa duka lake limefilisika. Sasa hii siyo hali nzuri. Sasa kwenye kipindi hiki nitakueleza eh, aina tatu za hesabu e, ambazo inabidi uweke kama unafanya biashara, na hizi zitakusaidia sana kuepuka na naa huyu bwana ambaye alikuwa na pesa nyingi lakini hatimaye duka lake lilifilisika. Sasa taarifa ya kwanza ya muhimu ni ile inayoitwa taarifa ya mapato na matumizi kwa lugha ya wenzetu wataalamu wahasibu wanaita income statement, au wengine wanaita profit and loss account. Sasa hii ni ya muhimu sana, kwa sababu ukiweka hii taarifa ya mapato na matumizi mwisho wa mwezi, au mwisho wa wiki, au mwisho wa siku, inakueleza biashara imepata faida kiasi gani. Kwa hiyo hii ni taarifa ya muhimu sana, na kinachofanyika hapa ni kuweka hesabu ya mauzo yote yanayopatikana kwenye biashara au mapato yote yanayopatikana kwenye biashara. Halafu pia unaweka hesabu ya matumizi yote yanayofanywa kuhusiana na hiyo biashara. Sasa tofauti kati ya mapato na matumizi ndio inaleta kitu kinaitwa faida halisi, na hii ni ya muhimu sana kwa sababu hii indatakaa kuonyesha kama biashara yako inapata faida au inapata hasara. Sasa labda nikupe mfano kidogo wa jamaa mwenye duka la nguo ambapo ameuza hizo nguo zake na amepata shilingi milioni tano. Sasa kati ya hizo shilingi milioni tano, gharama zake za kununua hizo nguo ambazo ameuzia wateja ni milioni mbili na nusu. Sasa tunajaribu kuangalia sasa gharama kwa ujumla. Nguo alizonunua milioni mbili na nusu kuna kodi ya pale anapofanyia biashara ya pango ni laki tatu. Kuna mshahara wa mfanyakazi mmoja naye ni laki mbili. Kuna malipo ya bili za umeme na maji ambayo ni elfu hamsini. Lakini kuna masuala ya nauli e, na kambali, kwa sababu anakaa mbali pale anapokwenda kufanyia kazi kwao. Kuna masuala ya nauli na nini e, hapo tunaona kuna elfu hamsini nauli sole nauli ni laki moja eh, matangazo kuna mitangazo hapa na pale, labda kwenye eh, mambo ya social media na nini ni elfu hamsini. Halafu sasa unakuta jumla sasa hizo gharama zote inakuwa milioni tatu na laki mbili. Sasa kumbuka mauzo ya nguo ni milioni tano hizi gharama zote ni milioni tatu na laki mbili. Sasa tofauti kati ya milioni tano na milioni tatu laki mbili ni milioni moja na laki nane. Sasa hii milioni moja na laki nane ndio inaitwa faida, yaani faida halisi au kwa lugha ya kiasibu unao naita ni net profit. Taarifa ya pili ya hesabu ni taarifa ya mtiririko wa fedha. Hii nayo ni ya muhimu sana kwa sababu unaweza ukawa na faida halisi kama ya 1.8 yani, milioni na laki nane, lakini unaweza ukajikuta hiyo biashara haina fedha, inaishiwa fedha hata hata kununua kununua kwa mfano kama ni nguo nguo mpya kwa ajili ya wateja. Sasa ili tatizo linatokea kama hauna utaratibu wa kutengeneza taarifa za mtiririko wa fedha. Sasa taarifa ya mtiririko wa fedha ni taarifa gani hiyo? Hii ni taarifa kwa lugha ya Waswahili ambao wanaweza wakaielewa ni taarifa ya mzunguko. Wahasibu wa, wa si wanasema mtiririko lakini wa, Waswahili wanasema mzunguko wa fedha kwenye biashara. Ni muhimu sana. Kwa maana kuwa fedha yote unayopata unatakiwa uipeleke benki. Bila kujali kama kuna nini, yote peleka benki, fedha unayopata kutokana na mauzo. Alafu kama unataka kufanya matumizi unakwenda benki ndio unachukua pesa. Sasa na haya matumizi hufanyi kiholela, unatengeneza budget. Kwa hiyo sasa ina maana kuwa una matumizi ambayo yako kwenye budget na hutumii pesa zaidi ya budget. Sasa hapo ndio utakuta ule mtiririko wa fedha unaeleweka. Kwa maana kuwa ile taarifa ya mtiririko wa fedha inaonyesha kwanza mapato ya fedha zilizoingia kwenye biashara. Pili, matumizi ya fedha zilizofanyika na biashara, halafu tatu ni ile balance au ni salio ambalo kwa mara nyingi ni kama ndio akiba ya fedha. Sasa haya mambo matatu ni ya muhimu. Muda wote inabidi ujue fedha za mauzo kiasi gani, fedha za matumizi kiasi gani, na fedha zilizobaki kama akiba ni kiasi gani. Huo ndio mtiririko wa fedha za biashara. Sasa labda niwape mfano nao wa mtiririko wa fedha. Kuna huyu mfanyabiashara ambaye yeye amefanya biashara na amepata faida. Nakumbuka niliwaambia faida halisi, net profit, ya milioni tatu. Lakini sasa kuna changamoto hapa. Mauzo yake mengi alikuwa anafanya on credit, yani alikuwa anauzia e, wateja kwa mkopo kwa maana kwa anawapa bure afu mwisho wa mwezi aba amletee pesa. Kwa hiyo matokeo yake aliambulia milioni nne tu ambazo ni cash, nyingine zote alikuwa ameuza kwa mkopo. Sasa tuangalie matumizi yake. Kwanza akanunua mzigo mpya eh, ambayo ni milioni tano, lakini kuna masuala ya mafuta ya gari, anaendesha gari na nini, ametumia laki tano. Lakini kuna mshahara ambao ni laki tatu. Sasa hapa jumla unaona inakuwa ni milioni tano na laki nane. Sasa labda tuangalie sasa mtiririko wa fedha ulivyokuwa. Pesa iliyoingia ni milioni nne, pesa iliyotoka ni milioni tano na laki nane. Kwa hiyo hapo kunaonekana tayari kuna pengo lapala milioni moja na laki nane, kwa sababu zilizoingia ni milioni nne, alizotumia ni milioni tano laki nane. kwa hiyo hapa kuna deficit au kuna pengo au wengine wanasema kuna hasi milioni moja. Sasa umeona hapo tayari kuna shida hapo. Sasa kwenye vitabu e, itaonekana kuwa amepata faida milioni tatu, lakini kiuhalisia, kutokana na matumizi yake ya fedha yalivyokuwa yenye matatizo, inaonekana tayari kuna pengo hapo la milioni moja na laki nane. Sasa hii ndio umuhimu wa kutengeneza taarifa ya mtiririko wa fedha, kwa sababu kimahesabu inaonekana kuwa biashara imepata faida lakini kiuhalisia biashara ina matatizo ya kifedha. Taarifa ya tatu na ya mwisho inaitwa mizania. Hiyo ni neno la Kiswahili, lakini kwa wataalamu wanaita balance sheet. Sasa hii ndio kama ndio kila kitu, hii ndio kama kama ni hospitali sa na sasa ndio mashine ya x-ray, yaani hii mizania ndio unapima afya ya biashara au eh, hali ya biashara. Kwa kuangalia mizania, unaweza ukajua hii biashara iko vizuri au haiko vizuri. Sasa tuangalie mambo ya lobo kwenye mizania. Sasa hii mizania inaonyesha eh, maana unasema mizania ni kama ni bar, ni kitu kinapima uzito huku na huku, viwe vime balance na ndio maana inaitwa balance sheet. Sasa utakuta kuwa moja kuna mali inayomilikiwa na, na biashara alafu, pia kuna e, deni ambapo e, ili deni sasa ni lile ambayo umewakopesha wa wateja wa wako, yote inakuwa kwa upande mmoja, kwa maana kuna mali ile isiyohamishika au mali wanaita fixed assets. Alafu sasa kuna mali ambayo eh, wanaita current assets, yani mali ambayo sio kama sio ile sio inayohamishika sasa mojawapo ni madeni unaokopesha wateja, lakini nyingine ni pesa taslimu unaopata kutoka benki, nyingine ni stoko, yani ni mali ambayo iko godauni au iko store. Sasa hivi vitu vyote viko upande mmoja wa mizania. Wa sasa upande wa pili uh, ambapo sasa huko kuna madeni ambayo unadaiwa au kama umechukua mkopo, lakini pia kuna swala la faida uliopata katika biashara lakini pia mtaji uko upande huo. Sasa kinachotakiwa hivi haya vitu vya upande wa kulia ndivyo vitaja mwanzo na hivi vya upande wa kushoto vinatakiwa vilingane, ndio maana inaitwa balance sheet. Sasa kama kukiwa na tofauti kidogo, ndio hii, inawezekana labda kuna hasara imepatikana kwenye biashara na vitu kama hivi. Kwa hiyo hii taarifa ya mizania ni ya muhimu sana, kwa sababu ukiangalia sana utakuta ile taarifa ya kwanza ya mapato na matumizi ambayo inaleta faida. Sasa hii faida inakuja kwenye hii mizania, iko kwenye sehemu yake, inaingia kwenye mizania. Lakini ile ya pili, na mtiririko wa fedha, ambapo mwisho unakuta kuna akiba ya fedha, nayo pia inakuja kuingia kwenye hii mizania. Kwa maana kwa sasa mizania ndio kila kitu, yani hii ndio funga ya kila kitu ya biashara. Sasa kama mizania yako haiko vizuri, hiyo biashara itayuma na mara nyingi biashara ambazo zinafilisika ukiangalia tu kwenye mizania unaona kabisa hii biashara haitafika mbali. Kwa hiyo hii ndio taarifa ya tatu ya muhimu inayoitwa mizania. Sasa tumefika mwisho wa kipindi chetu, lakini kabla sijahitimisha kipindi, nataka tufanye summary, yani turudie yale mambo ambayo niliyowaambia. Namba moja, ni kuwa kuna taarifa ya hesabu ya ambayo ni ya kuonyesha kama ni faida au hasara Niloambia namba mbili, kuna taarifa ya mtiririko wa fedha, na namba tatu nimwambia kuwa ni, ni taarifa ya mizania ya biashara. Sasa hizi taarifa tatu ni za muhimu sana, na kama usipokuwa makini au usipoweka hizo hesabu, ndio mara nyingi kama nilivyosema, biashara nyingi zinafilisika hapa Tanzania, kwa sababu hawana utaratibu wa kuweka hesabu za biashara. Mwisho kabisa namalizia kwa kuwaomba msubscribe huduma zetu, ili usikose kuona vipindi vinavyotolewa na Tan Business Channel online television kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na pia ninaomba eh, kama kuna maswali niulizeni, mimi nitaajibu. Na kuhusiana na haya mambo niliyoelezea ya hizi taarifa tatu za hesabu, ni, ni taarifa gani ambayo unafikiri imekuvutia ime, ime, ime sana na, le, kuna, ye, kuna na, na kama imekuvutia. Je, kuna changamoto yoyote unaona kuhusiana na hiyo taarifa? Kama ni hivyo, niandikie, nitakueleza nitafafanua zaidi. Naona tuishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola. Asante na karibu tena.